Huku yaliyotendeka katika maandamano ya hivi majuzi yakiendelea kuibua hisia ya mseto miongoni mwa viongozi mbalimbali nchini, naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki amewahakikishia Wakenya kuwa serikali itaendelea kuwasikiza Wakenya na kujitahidi kuangazia yanayoibuliwa na wananchi, hasa vijana nchini, maneno ambayo vijana wamesema ambao wangetaka turekebishe. Nataka niwahakikishie vijana wetu katika taifa letu la Kenya tutajitahidi kusikiza maoni yenu na kuyatimiza. Tumesikia mnasema ya kwamba mungetaka mambo ya ufisadi yapungue na wizi wa mali ya umma, kweli si kweli? Mumesema mungetaka tuwe na heshima kwa wananchi. Akikashifu mabaya yaliyotendeka katika maandamano hayo, Kindiki amebaini kuwa ijapokuwa kuna uhuru wa kujieleza, serikali haitakubali mabaya yaliyotendeka katika maandamano kutendeka tena. Serikali ya Kenya vilevile haina vile, nia ama uwezo wa kutatiza haki za kibinadamu na uhuru wa wananchi. Lakini ile tunasema hatutakubali ni watu kutumia kisingizio za maandamano, kisingizio za kutafuta haki, kuvunja sheria, kuleta vurugu, kuhatarisha usalama na amani ya nchi. Amewapongeza viongozi wanaoshirikiana na serikali kukomesha vurugu hizo huku akiwakosoa viongozi anaosema walisherekea uharibifu wa mali na uhalifu ulioshuhudiwa na kuwataka kutangaza msimamo wao kuhusu vurugu hizo. Express yourself before the violent riots of Wednesday. Please express yourself again after what we saw, so that we can know who is on which side. And we are not afraid of anyone. Bora tu tujue huu unasimama pande gani, Uko katika upande ya nchi thabiti na salama, ama uko katika nchi, uko katika upande ambao ilivurugika 2007 na vile ilivurugika 1982. James Mwangi, Undugu TV.